Nam, hivi sasa tunapatikana katika mji wa Uvira na hawa unawaona ni wanajeshi wa M23 M2 ambao wameanza kuondoka katika mji wa Uvira hapa Kivu Kaskazini. Hii ni kufuatia shinikizo na onyo la Marekani ambalo limeomba M23 kuweza kuondoka katika mji wa Goma, katika mji wa Uvira. Na mtazamaji wa MTV, kwa sasa tuko katika muji wa Uvira ambako wanajeshi wa M23 sasa wanafunga mizigo na kuacha mji wa Uvira, wakianja kuondoka kama vile unavyowaona hapa, wengi wao wakibeba boks zao ya risasi. Hii ni kufuatia agizo ambalo limeomba kwamba M23 waweze kuondoka, na ndio hivyo unavyoona, huu ni mlolongo wa askari wa M23 hapa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, ambao wanaanza safari kwa kuondoka katika mji wa Uvira waliochukua siku zilizopita, japo maandamano ya wakazi iliyofanyika hapo jana, lakini askari hawa ni kwamba sasa hivi unavyoona wenyewe wameanja kuchukua silaha kila mtu na vifaa vyake, ni wengi sana. Na sasa hivi ni saa kumi na mbili na saa moja na dakika tatu saa za hapa mashariki mwa Kongo. Hiki ni kikosi cha M23 hapa kwenye ofisi ya mji wa Uvira, ambako wameanza safari yao, wanarudi nyuma kuacha mji wa Uvira kama vile ilivyoagizwa, na japo maandamano iliyofanyika hapo jana na wakazi wa mji wa Uvira, lakini eh, ni kwamba basi askari hao wa M23 wameanza kuondoka sasa hivi ni saa moja za jioni wameanja kuondoka katika mji wa Uvira na huu ndio mlolongo unaowaona kila mmoja na silaha zake. Haijulikana watarudi kilometa ngapi kwenye mji wa Uvira, lakini ndio hivyo unavyoona, kila kamanda, kila mtu na silaha yake. Wote yani ni kikosi kikubwa sana na haijulikane wanarudi nyuma hadi wapi, lakini kamanda wao wamesema kwamba wanatoka katika mji wa Uvira, wanarudi nyuma kama vile ilivyoagizwa na serikali ya Marekani na mataifa mengine, kuomba kwamba uh, askari wa M23 waweze kuondoka katika mji wa Uvira, japo maandamano yaliyofanyika hapo jana, lakini basi ndio hivyo unawaona wako kwenye mlolongo, wanaondoka. Hata kamanda wao huyu hapa na hata ukiona pale ni kwamba magari yao vile yapo yamejipanga, kama hizi magari makubwa makubwa ya kijeshi. Tutasogea kwa Lores Kanyuka ili atuelezee hao wanaenda hadi wapi. Kena tude. Kena tude.